Na hisia mseto zinazidi kutolewa na wanasiasa kuhusu matokeo ya kura katika wadi ya Kabuchai Chwele, wakazi katika kaunti ya Bungoma wakitakiwa kuwa makini wakati wa uchaguzi mkuu ujao. Akizungumza katika soko la Netima, eneo bunge la Bumula, mbunge wa Kimilili Didmus Barasa anahoji kuwa kaunti ya Bungoma imekuwa na vigezo vya kumchagua kiongozi bora, akisisitiza kuwa mwamko mpya unahitajika. Hata hivyo, amesema sekta zilizogatuliwa zinastahili kupewa kipaumbele na serikali ya kaunti zikiwemo sekta za afya na elimu ya chekechea na vyuo vya kiufundi watu ya kuletwa. Wananchi wa Bungoma wamekataa viongozi ambao wameendelea kuuza matumaini miaka nenda miaka rudi, wanataka suluhisho ya matatizo ambayo wananchi wanapitia kila siku. Na mimi ningependa kusema hili roho mundu wa mtiri leo sweta malari mmechimwitisi aroho kesiha no haka Oru festa. Omana wa musoro kenyi kuchana na wa ita fa kusimala. Zile hospitali ambazo munaenda zile dispensary ambayo haikai kama hospitali. Yeah. Wamama wengi wakifika hapo hata kama ugonjwa umezidi lakini vile hospitali inakaa. Hospitali yeah. Yeah. Ni lengo ngoro ngoje ndo. Hizi vocational training centers. Sai hata wa msoro na hata msukuru maana asomamo.